Wakazi wa Bamba wafanya maandamano ya amani wakilalamikia uhaba maji uliokithiria eneo hili kwa muda wa miezi minne. Jamani, shida ya maji imefanya mpaka ndoa zetu pia hazina uhalali. Mwanamke wewe, wamaliza wiki mbili, wiki tatu, hujaoga

Htavinoniioaamtario vin msafara huu libishahudi hospitali ya Bamba kupata taswira kamili kuhusiana na changamoto ya maji. Imekuwa changamoto kubwa kwa sababu tunatumia hizi fedha za hospitali <coughs> tu kutafuta hiyo maji yenye hasa tuwezi garamia mambo mengine yenye wagonjwa wangehitaji. Tabuza wenye tunapata inatoka kwa ile serikali, lakini inabidi hospitali gharamia hiyo mafuta kuleta iyo, ya kuleta hiyo hiyo hotabuza hapa. Pia sisi tunaomba kama tunaweza pata usaidizi maji iweze kukuja jinsi ambavyo ilikuwa inakuja huko mbeleni, itakuwa imetusaidia sana na wagonjwa wetu na pia kuhakikisha kwamba wagonjwa wote wanapata zile huduma ambazo zinapaswa kuwapatia. Uh, kisha wakafululiza hadi ofisini kwa mwakilishi wadi Mheshimiwa Saidi Muhamedi ili kupata majibu kwa nini uongozi umelegeza kamba kuwajibikia swala hili muhimu, lakini wakamkosaa Huyu hapa msaidizi wake. Jukumu la kusambaza maji kwa watu wa Bamba na Kilifi nzima limewekwa katika ofisi ya Kimawasco. Hilo ni la kwanza, tuelewane. Huwa tunaenda kulengana na ushauri wao, kwa sababu wao ndo wataalamu wa hiyo department nzima ya maji sisi kama ofisi hatuwezi moja kwa moja kusema hili ndio suluhisho, tunaenda kulingana na wao vile, vile, vile wanatushauri. Afisi ya maji nayo ilisalia mahame, kwani wakazi walikuta kufuli mlangoni. Hata hivyo musika ilibidi kupigiwa simu hiyo saa moja hiyo jana, maanake jana ilianza saa orando saa sita na ikaendelea hivi mpaka hiyo saa moja maji pale, akaingia msungazi kama vile nikukwambia, msungazi ndo yalenjeapan sanaya hivi asubuhi saa nne kwenye simu mm. Tukaambiwa haya, mm. maji yanaingia kidogo kidogo. Sasa hii tangi ndio limejaa, amepigalo tangi moja ni anaingia mlungu wa mawe. Ilibidi wakazi kufunga safari hadi kwa Kigojo kuliko na pipa kubwa la maji, kuhakikisha kinachosemwa kwamba kuna maji kidogo ni kweli, lakini wakadhabishwa na uongozi kuwa kuwadanganya ambao maji anapampiwa na tumekuja hapa hatuoni maji ndio, lakini tumedanganywa kwamba maji yanapampiwa, sivyo? Tumepata pale hakuna maji. Panda mpaka hapa katika tangi la maji, lakini tumepata hakuna maji hata baada ya kuwa wamethibitisha maji yamesukumwa Ganze na yanaingia katika tangi, lakini ukweli wa mambo Bamba hakuna maji. Tunataka maji. Tunataka nini? Tunataka maji. Wakazi wa Bamba wanasema maandamano yataendelea hadi maji yapatikane, kwa ni haki yao kikatiba. Safari ya maandamano ndio imeanza, safari ya maandamano ndio imeanza. Kesho ni jumaa ngapi? Alhamisi tunapumzika ila Alhamisi jumaa tuko uwanja? kwa uwanjani? MCA popote ulipo ukae ukijua wewe ulituahidi maji, tutapata maji na maji hayajatoka. MCA tunakuja kufunga ofisi yako the next maandamano. Hiyo hiyo ni sure bet. Hapo tiaga sita, wekeni tiaga sana, jamaa ya kutosha. Nikiripotia MCC TV mimi, ni Jerotype.